Yeah. Mjambo, wa pendwa wa Mungu, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo, kwa majina yangu ikiwa ninaitwa Dorris. E, kavyonea nimetoka kanisani jamani, so ninawaalika kwa chaneli yangu ya e, a chaneli yangu ya YouTube tafadhali Halo. Poa uh -huh sana. Vipi hali? Yeah, nimetoka church. Yeah, nimeona nikipenda pirates huku nikuja kuangalia bahari. Yes. si zenye inataa, eh, si unajua, wengine hatujui manjia bahari, yako yako yellow ama yako blue, mm. Ona maji ya bahari dadangu, yako yako blue. Mimi mi na nasik yako yellow ndio dadangu, uone bahari badala dadangu, bahari kumbe iko na maji ya blue, sio maji ya yellow. Yes, unajua wengine hawajui pirates ni wapi. Unajua wengine hawajaona maji ya bahari yakiwa, yani yanakaa vipi? Yani mimi nimejionea dada yangu, nimeona nimefika mbinguni yani, nilivyofika huko nikaona tu ni kama mbinguni, kumbe ndo bahari inakaa ya dada yangu. Kama haujui bahari, yes, kama haujui bahari, basi yaani fanya vyovyote, lakini kujekona bahari inakaa hivi, haiko na maji eh, ya yellow, oh, iko na maji ya bluu mimi ma... nami nikasema hata ha, sijui magari nayo yanakaa vipi? Kumbe yako na yako matairi maine maine. Hizi ndo zinaitwa probox. Nilikuwa nazita malori hizi, gari ni malori, kumbe zinaitwa probox. Jamani, tutoke bara magari Yes, dadangu yeah. Yes. Ah, ni kwema huku. Yes, okay, dadangu basi wela wakati mwema kuja kutembea baharini. Haya, asante.